Godfrey Timoth mbunge wa Kawe. Asante mwenyekiti, kwa kunipatia nafasi mwenyekiti. Jimbo la Kawe changamoto yetu kubwa ni miundombinu ya barabara mwenyekiti, barabara ya ukwamani kwa mapupu kanisani KKT, kata ya Kawe, lakini pia barabara kwa Shoko Londa na Mongela inaunganisha kata mbili, kata ya Makongo na Mbezi juu, lakini pia barabara inayotoka Bunjwei inayopita kata ya Mabwepande pamoja ya na Bunju ambayo inaenda hadi kata ya Wazo pamoja na kata ya e, Goba zimekuwepo kwenye mpango wa kujengwa muda mrefu, lakini zimekuwa zikiahirishwa. Wanakawe wanataka kujua, mheshimiwa mwenyekiti, je, ni lini barabara hizi zitajengwa? Majibu mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara zote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam likiwemo jimbo la Kawe, barabara za mheshimiwa Timothy ambayo ameziongelea. Miundombinu yote hii tunaitekeleza chini ya mradi wa DMDP 2. Tulianza na DMDP 1 tukajenga barabara nyingi sana, na hivi sasa tunakwenda kujenga mtandao wa barabara wa karibia kilomita 257 chini ya mradi huu wa DMDP2 na barabara hizo anazotaja kwa hakika zitafikiwa.